Kwa lakini swali so la kujiuliza sisi kwenye nafasi zetu, zinapoibuka taarifa ambazo zimetolewa za kupotosha, sisi nafasi yetu ni ipi kama mafsara kwenye mamlaka ambayo taarifa hiyo imeibuka? Sasa haya na mengine ni miongoni mwa mambo ambayo mnapaswa mkae muyafikirie na kuyajadili na turekebishe pale ambapo tunaona kabisa hapa kujiteleza ili na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuwezesha kuwa na uelewa wa kazi zinazofanywa na mikoa na halmashauri, ili waweze kuzitangaza kwani maafisa hawa ni sehemu ya TBN. Lakini pili, kuwapatia mafunzo kazini, in service training, kama vile uandishi wa takwimu, vibango, kuhariri video na mafunzo mengine kadri itakavyoonekana nafaa na. Na tatu, hakikisheni maafisa habari wanaingia kwenye vikao vyote vya kisheria ili kuwawezesha kuwa na uelewa uelewa mpana wa eneo la kazi ili kuweza kusaidia yale yanayopatikana katika maeneo hayo na kutoa taarifa kwa jamii kwa ujumla. Lakini nne, hakikisheni viongozi wote wanashiriki katika vipindi vinavyoandaliwa kwenye vyombo vya habari vilivyopo kwenye maeneo yenu na vile vya kitaifa na kimataifa. Waratibu wakuu wa kazi ya kujitangaza katika ngazi ya taasisi wakishirikiana na utawala wa mkoa, mkuu wa taasisi au mkurugenzi wa halmashauri. Na tano, hakikisheni fungu lao la fedha yani support wanapatiwa inalipu na kwa kila inapostahili, yaani OC au mapato ya ndani ili waweze kufanya kazi mkuhi, makaribu, mboja, kwanamna, na wa kwa weledi katibu mkuu hili ulisimamie na ulifuatilie kwa karibu sana ili kuhakikisha kila mmoja mwenye kustahili aweze kulipwa kwa namna anayostahili. Na nimearifiwa kwamba baadhi yao maafisa habari hapa hawajapewa ofisi au wengine wamenyang'anywa na kupewa idara zingine. Nimesikia taarifa maelekezo yangu katibu mkuu, waandikiwa wakurugenzi mamlaka zote za serikali za mitaa kuhakikisha wa kwamba wamewakabidhi ofisi zao maafisa habari hawa, kila mmoja akabidhiwe ofisi yake. Ndiyo maelekezo yangu katibu mkuu, na maelekezo yangu, iyafuatilie maelekezo haya ili kusudi kila afisa habari atakayetoka hapa leo aweze kupatiwa ofisi yake kwa namna ile ile ya taratibu za uendeshaji wa ofisi. Lakini pia nina maelekezo kwenu maafisa habari. Kila mmoja wetu anatambua kwamba hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Kwa wa hiyo, ninawaelekeza maafisa habari ambao tumejiunga leo katika semina hii, kila afisa habari aendelee kuandaa mpango kazi kutokana na mpango mkakati wa taasisi au mamlaka husika na vipaumbele vya taasisi au mamlaka ambavyo kwa amba ujumla vitasaidia kwenda kuelimisha jamii na umma kwa ujumla. Lakini pili, endeleeni kuwasilisha taarifa za utendaji kazi kila baada ya miezi mitatu kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa mikoa, ambaye naye atazowasilisha kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya kufanyia tathmini na ufuatiliaji. Na tatu, hakikisheni mnakuwa wabunifu kwenye kuchakata habari kuziandika na kusambaza ili ziweze kuwafikia watanzania walio wengi. Na nne hakikisheni na kwenda kuhuisha tovuti na mitandao yenu ya kijamii kwa kuweka taarifa za kila wakati zinazotokea kwenye maeneo yenu, kwa lengo ikiwa ni kuelimisha jamii kuhusu kazi inayotekelezwa kwenye maeneo yenu na, na tano hakikisheni mnaandika habari zenye hamasa na kuibua ushuhuda kuhusu kazi za serikali na miradi inayotekelezwa ambapo viongozi wa ngazi husika na wananchi wa kawaida wahusishwe kuusemea mradi au kazi fulani zinayotekelezwa katika maeneo yenu. Na sita, hakikisheni mnaandaa vipindi vya mna kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari kwa jamii vilivyopo katika maeneo yenu na kuandaa ratiba kwa ajili ya viongozi kushiriki kila wiki katika vipindi hivyo. Na saba, hakikisheni mnafuatilia taarifa za miradi ya maendeleo kuanzia ngazi za wizara, mikoa na taasisi zote ili kujua miradi imepata fedha kiasi gani na inatekelezwa kwa utaratibu. Maelekezo yangu kwa mkuu ya wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Ofisi ya Rais TAMISEMI, moja, ni kuwasilisha taarifa jumuishi ya utendaji kazi wa maafisa habari wa taasisi, mikoa na halmashauri, mafanikio na changamoto, na kutoa ushauri kwa ambao wameshindwa kutimiza wajibu wao ili wachukuliwe hatua za kinidhamu; na mbili, kutumia mkakati wa mawasiliano unaohusisha Ofisi ya Rais TAMISEMI, sekretari za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuandaa vipindi vya kuelimisha jamii vitakavyoangazia kazi na miradi mbalimbali inayotekelezwa katika sekretari za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na virushwo kwenye televisheni pamoja na kutumia njia nyingine mbadala kujitangaza. Ndugu maafisa habari, nikiendelea kuhitimisha hotuba yangu inapenda kuendelea kuwasikiliza, kuweka uzalendo mbele, kuliweka taifa letu mbele na nini. Mkawe ni kioo cha kutoa habari ambazo Watanzania watavutiwa kuzisikiliza na kuziangalia katika maeneo yenu. Tumekubaliana hapa leo kwamba baada ya kikao hiki, kila mmoja wenu atakwenda kuishika jamii vema kwa kutafuta habari na taarifa katika maeneo yetu na taarifa hizo pengine tuzione kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa hizo tuzione TBC zikirushwa pengine kila siku. Inasikitika kuona siku nzima TBC wanarusha habari, habari za mikoani kule kwenu hatuzioni. Hasa baada ya kikao hiki na baada ya makubaliano ambayo mtasaini leo, tunataka kuwaone niwaone maafisa habari ninyi mkitamba kwenye maeneo yenu. Kwa sababu ya kusema navyo kazi imefanyika. Ni kitongoji gani ambacho hakijapata fedha? Labda niwaulize swali hili.